Natukingele na taarifa ambayo tumeipa kipaumbele kwa takriban juma moja, ni kwamba wakazi wa Ikolomani kaunti ya Kakamega wamesisitiza kuwa hawataacha majukumu yao ya uchimbaji dhahabu licha ya madai ya kuwepo kwa kampuni ya kimataifa inayolenga kuchimba dhahabu katika maeneo yao. Wakazi hao ya ambao huenda wakahamishwa kutoka kwenye maeneo yenye madini ya dhahabu wamedai kuwa kuondolewa kwao kutawaingiza katika hali ya uchochole. Brenda Wanga anaarifu zaidi. kila uchao wa kazi hao wamekuwa wakifanya kazi katika migodi ya Ikolomani kwa zamu, wakitumia vifaa vya kawaida kuchimba ardhi na kutafuta madini ya dhahabu. Ni kazi ya sulubu ambayo inawahitaji vijana, kina mama na wazee, wote wanajumuika hapo asubuhi. Asubuhi mi huamka mapema around 4 kutafuta riziki, na hii ndio kazi yetu hii hii ikienda hakuna penye tutakula. Hii kazi, nilikuwa sina nyumba hii kazi imenifanya nimepata nyumba. nilikuwa, nilikuwa watoto wangu hawana mahali pa kulala, walikuwa nalala kwa majirani. Hii kazi imenisaidia, nimewajengea nyumba. Halafu sisi wenyewe kipato yetu ya kila siku hatuwezi lala njaa kama hapo mwanzo. Licha ya kijasho kinachowatoka hapa kila siku, wanaondoka tu na gramu chache za dhahabu. Hili ndilo limewaweka katika shughuli hii kila siku, sawia na ilivyokuwa kwa mababu zao. E, mimi niko na watoto watatu na nategemea hii kazi kuwasomesha na kuwakulisha pia, bibi anate, ananitegemea. Hii shamba ni ya mababu, babu zetu ndio walituachia. Ile gold yenye iko chini pale ndio tunakula kidogo kidogo hiyo iko kama storage yetu ya, ya hapa ikolomani ya tunakula kidogo kidogo hatuna makazi tumekomboa nyumba hii kazi ndio inatu, inatusaidia kwa ajili ya kulipa hata nyumba tunategemewa na watoto kila kitu hata hii kazi imefanya uhalifu hauko mwingi kwa siku tunaweza uta hata hmm. elfu moja hata mwingine anaweza ngue milioni moja na sasa vile wanataka tutoke tuende shakola, tutapata wapi hiyo pesa? Lakini kwa sasa kuna tishio. Mpango wa kuchimba dhahabu kwa kiwango kikubwa katika ardhi yao umeanza kutekelezwa. Dhahabu iliyo hapa inakisiwa kuwa na thamani ya shilingi bilioni mia sita themanini, lakini hawataki mpango huo kwa sababu utawalazimisha kuhama makazi yao na kutoka kwenye shughuli inayowapa riziki. What is the fate of our sisi tunaenda hivi? Pingamizi yao dhidi ya mpango wa serikali tayari umesababisha maafa, lakini wakazi hawa wameapa kutoondoka hadi wahusishwe kikamilifu. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen.